Na bila shaka ni matumaini yetu kwamba Dorcas Chepkorir atapata mfadhili. Uh, make kwa kweli ametia juhudi kufika shuleni. Kwengine ka wanafunzi kadhaa katika kaunti ya Kericho bado wanahangaika kupata karo ya kuwawezesha kuingia gredi ya kumi wiki moja baada ya zoezi la usajili kuanza kote nchini. Katika kijiji cha Getarwet, Enock Kipchirchir aliyesomea shule ya msingi ya Getarwet na kupata mwaliko kuingia shule ya upili ya Boito iliyoko Konoin kaunti ya Bomet, bado amesalia nyumbani akiwasaidia wazazi wake na vibarua huku akitafuta karo ya shule. Babake mwanafunzi huyo anasema hali ya uchochole umewanyima fursa ya kumtimizia kijana wao ndoto ya kuingia shuleni kwa sasa. Ndugu ya Enoch, Emmanuel Kibet, pia alimaliza licha ya kumaliza darasa la nane mwaka wa elfu mbili na mbili baada ya karo ya kumwelimisha kukosekana. Mi sijaenda shule kwa sababu sija sijapata pesa ya kununua vitu na school fees ni me sijapata school fees tena, na sina chochote ya kufanya, na inahitaji msaada. Niko na musa, ni watoto nakosa pesa ya shule moja, unapaki unakosa pesa ya shule ya mbili, unakosa pesa ya shule na sina kasi ya kufanya, unafanya kuparua kuto kuto ya ya chakula ni mali sa 2020 kwa Kedarwet class 8 na sikupata pesa ya karo, so nataka serikali watu saidia. Tunaomba usaidizi kwa mtu yeyote, tumsaidie tuinue hawa kwenda shule. Amekosa karo ya kwenda shule. Sasa wahisani, tunamuomba wamsaidie hawa. Kuna mwenye alikuwa amefanya class 8 2022, na bado iko nyumbani. Huyu kijana mdogo pia ameitwa shule ya Poito na amekosa karo ya shule, ndio mnaona bado anakaa